Kwenye kipindi chetu na leo tunazungumzia e, jinsi ya kufahamu kama biashara yako inatengeneza fedha nyingi. E, umekuwa na kidogo watu kutoelewa kama biashara zao zinatengeneza fedha nyingi ama sivyo au zinapoteza fedha. Sasa hii inaweza ikawa sio hali nzuri tu, kwa sababu unaweza ukajikuta ghafla tu biashara yako inaweka kwenye matatizo makubwa sana ya kifedha. Sasa nitakueleza viashiria vitano ambavyo hivyo vinaweza kukuonyesha kama biashara yako inatengeneza fedha nyingi ama si au haitengenezi fedha nyingi. Kwa hiyo kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kuelewa hivyo viashiria vitano ambavyo vinaweza kukuonyesha kama biashara yako inapata fedha nyingi. Kiashiria namba moja, ni kwa utaona mauzo yameongezeka yaani kila kukacha unaona mauzo ya leo sio kama ya jana, yaani anazidi kuongezeka. Sasa hicho ni kiashiria kuwa biashara yako inatengeneza fedha, mradi tu hayo mauzo sio ya ya on the credit, yani unawapa watu kwa mkopo. Kama unauza kwa keshi, hapo mambo ni mazuri, lakini kama ni kwa mkopo, unaweza ukawa na matatizo kwa hawa watu wanachelewa kulipa au hawalipi. Ishara kwanza, ya kwanza mauzo yanaongezeka haraka Mauzo yanaongezeka kwa kasi. Hatuzungumzii kuuza bidhaa moja hapa na pale, hapana. Na maanisha unauza kila kitu kila siku bila kupumzika. Fikiria, unauza chapati na kabla hujamaliza hata kupika, wateja wamezimaliza zote. Hiyo ndio kasi tunayoitaka. Sasa kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu bidhaa zinatoka haraka, zinaleta pesa kabla gharama hazijaanza kukutafuna. Fikiria hivi, unanunua unga wa shilingi elfu mbili na mia tano, unatengeneza chapati thelathini na tano, unauza kila moja shilingi mia mbili, papo hapo unapiga faida ya shilingi elfu nne na mia tano. Hiyo ni faida ya asilimia mia moja themanini masaa machache tu. Kama kasi hii inaendelea kwa wiki nzima, umepata injini, umepata injini ya faida ya uhakika. Namba mbili ni kufanya biashara za mtaji mdogo lakini zinaingiza fedha nyingi. Nitakueleza maana yake. Namba mbili ni faida kubwa kwa mtaji mdogo. Huu ni mchezo wa kijanja Je, yeah, unaweza kugeuza elfu thelathini kuwa faida ya shilingi ya, ya elfu kumi na tano kila siku? Fikiria kuuza juisi baridi na za tangawizi wakati wa joto. Unahitaji mtaji mdogo sana, lakini unaweza kutengeneza faida asilimia hamsini kwa siku. Hii inamaanisha unarudisha mtaji wako mara 3.5 kwa wiki hii inakupa nguvu ya kukuza biashara yako kwa kasi kubwa. Umeshinda nusu ya vita. Kama unaweza kutengeneza faida kubwa bila kuweka mtaji mkubwa, unakuwa mwepesi, unajaribu vitu vipya na uogopi kufilisika. Sasa watu wengi wanakwama hapa, wananunua bidhaa za mtaji mkubwa kama simu za milioni moja na laki mbili halafu zinakaa dukani miezi sita. Huo ni uchawi wa kupoteza pesa. Acha kununua vitu vizito visivyouzika, chagua bidhaa rahisi zenye uhitaji wa haraka na zinakupa faida ya kufa mtu kwa kila kitu unachouza. Fikiria kwa ubunifu, hapo ndipo dhahabu ilipo. Kiashiria cha tatu ni wateja wako wanarudi. Yaani, kila wakinunua waki vitu baada ya muda mfupi, wanarudi, na saa ingine wanarudi na watu ambao wamewapendekeza waje hapo kwako. Hiyo ni dalili nzuri ya kuwa fedha inaongezeka. Ishara ya tatu ni wateja wanaorudi na wateja wapya. Hii ndiyo ishara kali kuliko zote. Wateja wako wanapaswa kuwa kama mashabiki wako wanarudi tena na tena na wanaleta marafiki zao. Unasikia mtu anasema nimetumwa na rafiki yangu, hapo unajua umeshinda. Unapata faida mara mara mbili. Kwanza, unapata matangazo ya bure, wateja wako wanakutangazia biashara yako bila wewe kuwalipa hata senti. Pili, unapata mteja mpya ambaye tayari anakuamini. Hii inapunguza gharama za kumshawishi mteja mpya karibu na sifuri. Sasa siri ni nini? Toa huduma au bidhaa bora kila wakati. Kama unauza chipsi, hakikisha ni kavu, chumvi imekolea na kachumbari inatosha. Mfanye mteja ajisikie kama mfalme. Utafiti unaonyesha ni rahisi mara 33 kumuuzia mteja anayerudi kuliko kumtafuta mteja mpya kabisa. Ukimkosea mteja, hujampotezea yeye tu, umepoteza na marafiki zake wote. Jeshi la wa wateja waaminifu ndio uti wa mgongo wa biashara inayolipuka kwa faida unajua kuna biashara nyingine vitu viko store au bidhaa ziko store zinakaa muda mrefu. Sasa iwapo kama biashara yako vifaa au bidhaa hazikai store, zikifika tu baada ya muda zinakuwa zimeondoka, kwa maana akuwa zimeuzwa, hiyo ni dalili njema. Nne, ni usimamizi bora wa bidhaa kwenye store na mzunguko wa fedha au kwa Kiingereza wanasema ni cash flow. Unaweza kuwa unauza sana, lakini kama bidhaa zako zinaharibika kabla ya kuuzwa, unapoteza pesa. Faida yako yote inaozea kwenye stoo. Hebu tuhesabu tena. Unanunua samaki wa laki mbili na elfu hamsini, siku ya kwanza unauza kidogo, siku ya pili kidogo, siku ya tatu samaki wameanza kunuka, unalazimika unalazi, kuwauza kwa, kwa bei ya hasara. Faida uliyotarajia inayeyuka. Njia sahihi ni ipi? Huu ni mchezo wa kasi. Nunua kidogo, uza haraka, nunua tena. Usiruhusu pesa yako ilale kwenye stoo. Tafuta wasambazaji unaoweza kuagiza kwa kutoka kwao kila siku. Hii inapunguza hasara ya kufanya mtaji wako uzunguke kwa upande wa pesa sheria ni rahisi: dai pesa zako haraka, lipa madeni yako kwa kasi. Kila siku pesa yako haipo mkononi mwako, unapoteza. Namba tano na mwisho ni kufanya matangazo kupitia social media, na hii haina gharama kubwa. Sasa utaona eh, mwitikio utakuwa mkubwa sana kwa kutumia social media na hapo utatengeneza pesa. Namba tano na ya mwisho ni matangazo yanayolipa kwa haraka. Hii kwa lugha nyingine tunasema mashine ya kuchapisha pesa kwa matangazo. Acha kupoteza pesa kwenye matangazo yasiyolipa. Nataka nikuonyeshe jinsi ya kutumia elfu kumi na kutengeneza faida ya laki moja WhatsApp ni mfano unatumia picha tano tu za vitenge vipya kwenye grupu na watu 15 wanauliza bei papo hapo. Hiyo ni nguvu, ni kama kudukua mfumo. Au tumia Facebook ads kulenga wateja wako halisi, utapata wateja wengi kwa pesa kidogo sana. Kuna biashara ilitumia elfu kumi tu kwenye WhatsApp status na ikapiga faida shilingi 38 kwa wiki moja. Hii inaonyesha matangazo si gharama, ni mashine ya faida. Anza na bajeti ndogo, pima matokeo, kama inalipa ongeza pesa. Kila shilingi unayoweka inapaswa kurudish... kila shilingi unayoweka inapaswa kukurudishia shilingi kumi. Kama matangazo yako yanalipa umepata injini ya kukuzalishia faida bila kikomo. Sasa kabla sijamaliza, nina wito. Wito wangu, sasa ni zamu yako. Hizo ni ishara tano za biashara inayolipuka kwa faida au kwa kupata fedha nyingi. Nakupa changamoto leo, angalia biashara yako. Je, Unazo ngapi kati ya hizo ishara tano nilizo kueleza? Usisubiri mambo yaende mrama. Kama biashara yako inasuasua, usikate tamaa, chukua hatua sasa hivi. Aidha, punguza store, yaani bidhaa zinazokuwa store, au boresha bidhaa unazouza au badilisha matangazo yako. Biashara ni safari na kila changamoto ni fursa ya kuwa bora zaidi. Sasa niambie, kwenye comments, ni ishara gani unaitawala kwenye biashara yako na ni ipi inakusumbua zaidi? Hebu tu hebu tujengeane, na usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe na ushirikishe video hii kwa kila mfanyabiashara unayemjua. Tukifikisha likes laki moja Nitatoa siri ya sita ambayo ni kali zaidi. Tukutane kwenye video ijayo. Sasa mwisho kabisa, naomba msubscribe kwenye huduma zetu, ili mwendelee kupata eh, information kuhusu vipindi vyetu. Kwa maana ukisubscribe, utakuwa unaletewa message inayoeleza kwa kila siku kuna kipindi gani, na pia kama una maswali, karibu kuniuliza. Eh, hapo chini unaweza uka, uka, uka, ukaandika kuuliza maswali na mimi nitakujibu. Vinginevyo nawatakia kila la heri. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola. Asante na karibu tena kuanzisha biashara.